Naitwa Nuhu Msangi aliana kwamba marehemu wetu tutaenda kuwahifadhi upareni siku ya Jumatano e, ibada zitafanyika hapa siku ya Jumanne. Baada ya kumaliza ibada, tutaanza safari ya kuelekea upareni kuwahifadhi wapendwa wetu. Taratibu zingine tunashukuru, Jeshi la polisi limetupa msa, ushirikiano wa kutosha. Kwa upande wao wamekamilisha taratibu zinazotakiwa ili sisi kuweza kwenda kuwahifadhi ndugu zetu hawa. Kwa kesho na kesho kutwa, tutafanya taratibu za jinsi ya kuiacha familia au kuangalia ulinzi wa hapa nyumbani, ili tukisafiri uweze kuwa na usalama hapa. Miili bado hatujakabidhiwa, lakini taratibu zote zimeshakamilika kule. Tumeambiwa saa yote tukitaka kuzichukua tunaweza kwenda kukenda kukabidhiwa. Kwa hiyo, wameshakamilisha taratibu zao, ni sisi tu kwenda kuwaambia kwamba tunaondoka, wanatukabidhi miili ratiba ya nyumbani kule atakapokwenda kupumzishwa iko vipi? Labda na ile eneo ambayo wanakwenda kupumzishwa ni eneo la familia ambayo ilitengwa kwa ajili ya familia, kama taratibu gani? E, kitoka hapa taenda kumhifadhi marehemu wetu hawa nyumbani kwake. Ana nyumbani kwake, kwa hiyo pale nyumbani ndio ibada zitafanyika pale Ratiba kamili ya siku ya tukio yote tutaitoa kabla ya siku hiyo, na tutawagawia ndugu, marafiki na majirani, watakaoweza kushiriki kwenye tukio hilo waweze kushiriki, wale ambao wanatamani kuwa sehemu ya, ya, ya ushiriki kwa maana ya kusafiri yeah. Labda kuna taratibu za kuchangia na zikoje? Labda kwa watu ambao wana wanafamilia na watu wengine ambao wanataka kuambatana na familia. Yeah. Wanafamilia, magari yameandaliwa kwa ajili ya kuwasafirisha, lakini wale waombolezaji pia magari yataandaliwa, watu wataorozeshwa ambao wana kusudio la kwenda kushiriki tukio hili, na nauli ya kwenda na kurudi ni elfu hamsini kwa mtu mmoja kwa wale ambao watapenda kwenda kushiriki, na ni kwenye hayo magari ya kukodi ambayo yale ya familia kama ya kijaa wengine watakao zidi tutaweza kuwaandalia magari ya kwenda na kurudi pamoja na ka, na ruhusa ya kuchukua wa miili ya wapendwa wetu yeah. Kuna taarifa yote ya ziada ambayo labda jeshi la polisi imewasilisha kwenu kama familia juu ya tukio hili eh? Taarifa hamna, isipokuwa wameahidi watatupatia taarifa, manake nao wameanza uchunguzi wao wa mkali kulingana na taratibu zao. Kwa hiyo wameahidi na RPC mwenyewe alituahidi kwamba watatoa taarifa na anaamini kwa utaalamu wao watapatikana waliofanya tukio hili. Kwa hiyo hilo tumeliacha kwao, tunashukuru kwamba wametupa ushirikiano wa kutosha kwa kipindi chote mpaka hapa tulipofikia, na kuna majukumu mengine ambayo yalikuwa ya kwetu, lakini wameamua kusaidia kuyatekeleza ili kufanikisha kwenda kuhifadhi hiyo miili. Utaratibu huu wa kwenda kuwapumzisha nyumbani ni utaratibu rasmi wa kifamilia au labda ni matakwa ya wapendwa wetu wakati wakiwa hai kupitia usia? Ni utaratibu wa kifamilia, kwamba watu wakifariki mara nyingi wanaenda kuzikwa nyumbani. Kwa hiyo na yeye alisema akifariki au kwa kawaida tunaenda kuwazika huko nyumbani ya taratibu za ibada hapa nyumbani zitakuwaje au zipoje? Eh, tumeongea, tumewasiliana na viongozi wa kanisa eneo hili na wenyewe watatupa ule utaratibu wao, na hiyo ratiba tutawapa kwa majirani na wageni wote wanaohudhuria hapa. Kwa hiyo kesho tutaenda kuonana na mwenyekiti wa parokia hapa atatupa ule mwongozo, maana walituambia kama ni kesho tuwaeleze tukishakuwa tayari. Sasa so, tukuwa tunasubiri taratibu za leo zikamilike ambayo leo zimekamilika, lakini tunaona muda umeisha, hatukuweza kwenda kuwapa taarifa. Kutokana na hali hiyo, itabidi Jumatatu tukawape taarifa ili wajiandae kuweza kutupa hiyo huduma waliokusudia kutupa kesho. Walituambia wako kwa tayari kwa wakati wowote wa utakapokuwa tayari, kwa hiyo na sisi tutawapa taarifa kesho waweze kufanya huo taratibu kulingana na taratibu zao kuweza kutuhudumia wetu wote watakwenda kupumzishwa sehemu moja, ama uh, kuna namna ambazo familia ya mama ina mawazo, wataenda kuhifadhiwa sehemu moja pia. Napenda kuwashukuru majirani zetu wote na marafiki na ndugu kwa kutukimbilia kwa kipindi cha kuanzia leo na kwenda mpaka siku ya kusafiri. Tunaomba majirani waendelee kutupa joto, kuwa karibu na sisi, tuweze kuwa na hawa watoto, kuwapa faraja, maana tukio hili linawatisha, na bila watu kuwa pamoja, kuna nani kusaidia kupondoa hilo tatizo. Takuwa tunawaomba sana majirani na marafiki waendelee kuja hapa nyumbani mpaka siku ile tutakapokuwa tumekamilisha utaratibu wa kuondoka kwenda kuwahifadhi wapendwa wetu yeah.